Vikosi vya Marekani vimepiga maeneo matatu ya nyuklia ya Iran katika shambulio lililofanikiwa kuharibu maeneo hayo yaliyoshambuliwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mpango wa nyuklia wa Tehran umeharibiwa kabisa. Hii inakuja ikiwa ni siku kadhaa za mashauriano na kabla ya kufikia muda wa mwisho alioweka Trump mwenyewe wa wiki mbili, kabla ya Trump kufanya uamuzi wa kujiunga na kampeni ya kijeshi ya Israel dhidi ya hasimu wake Iran. Katika hotuba iliyodumu kwa dakika tatu pekee, Trump amesema mustakabali wa Iran uko mikononi mwa Iran yenyewe, ikiwa ni kuchagua amani au janga, na akaongeza kuwa maeneo mengine yanaweza kulengwa na jeshi la Marekani kama amani haitapatikana haraka. Tutayalenga maeneo mengine hayo kwa ustadi, kwa kasi na kwa usahihi, amesema Trump. Kulingana na taarifa ya CBS News, Marekani ilifikia Irani kwa njia ya kidiplomasia hapo jana Jumamosi, ikieleza kuwa mashambulizi hayo ndiyo ya mwisho na kwamba haikulenga mabadiliko ya kiutawala, ikimaanisha kumuua kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Trump amesema vikosi vya Marekani vililenga maeneo makuu matatu ya nyuklia ya Iran, yani Natanz, Isfahan na Fardo. Aliambia Fox News pia kuwa mabomu sita aina ya bunker Buster yalirushwa katika kituo cha Fardo, huku makombora 30 ya Tomahawk yakirushwa katika maeneo mengine ya nyuklia. Afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza na shirika la habari la Reuters kwa sharti la kutatajwa jina amesema kwamba mashambulizi hayo yalihusisha ndege za kisasa za kivita za Marekani aina ya B-2 ambazo zo zinaweza kubeba mabomu mazito, yanaweza kulenga maeneo yaliyo chini ya ardhi kama kituo cha nyuklia cha Fordo kilicho ardhini. Katika ujumbe aliyoweka kwenye mtandao wa kijamii Trump ameandika, mzigo kamili wa, wa mabomu umetupwa kwenye kituo kikuu cha nyuklia cha Fordo. Fordo haipo tena, na kuongeza kuwa Irani sasa inalazimika kukubali kumaliza vita hii. Ripoti ya awali ya shirika la habari la Reuters hapo jana ilikuwa imeeleza kuwa harakati za ndege za B-2 ambazo wataalamu wanasema zinaweza maeneo yaliyojengwa chini ya milima kama Fardo zilikuwa zikielekea kusini mwa Tehran. Afisa mmoja wa Iran aliyetajwa na shirika la habari la Tasnim amethibitisha kuwa sehemu ya kituo cha Fardo kimeshambuliwa na mashambulizi ya anga ya adui, yaani akimaanisha ya Marekani. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemtumia pongezi Trump na kusema kuwa uamuzi wake ni wa kijasiri ambao amesema utabadilisha historia. Historia itamkumbuka Trump kuwa alichukua ya kuinyima silaha hatari zaidi utawala hatari zaidi duniani, amesema Netanyahu. Mashambulizi hayo yamekuja huku Israel na Iran wakiwa katika wiki mbili za mapigano ya anga ambayo yamesababisha vifo na majeruhi katika nchi zote mbili. Israel ilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran ikisema inalenga kuondoa uwezekano wowote wa wa Tehran kuunda silaha za nyuklia. Iran kwa upande wake inadai mara zote kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya amani pekee ya vita hivi hazijazaa matunda. Katika hizi siku za karibuni, baadhi ya wa wabunge wa chama cha Democratic na hata baadhi ya wa wabunge wa chama cha Republican walidai kuwa Trump alipaswa kupata idhini kutoka kwa bunge la Marekani kabla ya kulihusisha jeshi la Marekani kwenye vita dhidi ya Iran. Senata Roger Wicker, mwenyekiti wa kamati ya huduma za kijeshi ya senata kutoka Mississippi wa chama cha Republican, amepongeza operesheni hiyo lakini ameonya kuwa Marekani inakabiliwa na maamuzi mazito sana. Senata Jim Risch mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa kigeni ya Senate kutoka chama cha Republican naye amesema kwamba richa ya mashambulizi makubwa ya Marekani dhidi ya Iran amesema hii ni vita ya Israel na siyo vita ya Marekani na kuongeza kuwa hakutakuwa na wanajeshi wa Marekani katika ardhi ya Iran. Naye Thomas Masi wa Kentucky kutoka chama cha Republican amesema kwa kifupi kuwa hili si la kikatiba, akimaanisha kuwa rais wa Marekani Donald Trump amekiuka katiba ya nchi ya Marekani. Seneta Tim wa Virginia kutoka chama cha demokrat amesema kuwa umma wa Marekani unapinga vikali Marekani kuingia vitani dhidi ya Iran na kumtuhumu Trump kwa hukumu mbaya sana. Kwa mjibu wa shirika la habari la taifa la Iran Nour News likimnukuu waziri wa afya, takribani watu mia nne thelathini wameuawa na wengine elfu tatu na mia tano kujeruhiwa nchini Iran tangu mashambulizi ya Israel kuanza. Kwa upande wa Israel, mashambulizi ya makombora kutoka Iran yamesababisha vifo vya watu ishirini na wanne kulingana na mamlaka za mitaa katika mzozo kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa kati ya mahasimu hao wa muda mrefu. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel, zaidi ya makombora 450 ya Iran yamerushwa kuelekea Israel. Aidha, watu 1272 wamejeruhiwa, 14 kati yao wakiwa katika hali mbaya. Iran imesema hakuna hatari kwa wakazi karibu na kituo cha nyuklia cha Fardo. Makao makuu ya usimamizi wa migogoro katika mkoa wa Kom ambako kituo cha Fardo kipo yametoa tamko ya kusema kuwa hakuna hatari kwa watu wa Kom na maeneo ya tamko hilo limeripotiwa na shirika la habari la IRNA na linakuja baada ya rais Trump kudai kuwa vituo vya nyuklia vya Irani vimefutwa kabisa. Awali afisa mwingine alisema kuwa kituo cha Fardo kimekuwa kikihamishwa kwa muda mrefu na hakijapata uharibifu wa kudumu. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sah amemsifu Trump. Gideon Sah amesema kuwa rais Trump ameandikwa jina lake kwa herufi za dhahabu katika vitabu vya historia baada ya shambulio lake dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya pia amempongeza Netanyahu kwa kuanzisha mashambulizi hayo dhidi ya Iran akieleza uongozi wa wake kama peke, wa kipekee na waupewa wa juu. Kauli kutoka Marekani na Israel zinaonyesha kuwa serikali zote mbili zilikuwa na maelewano ya karibu katika mashambulizi hayo dhidi ya Iran ambayo wakosoaji wanasema hakukuwa na msingi wa kutosha. Hata hivyo, Trump ameahidi tena mashambulizi makubwa zaidi iwapo Iran italipiza kisasi. Trump amesema kuwa hatua yoyote ya kisasi kutoka kwa Irani itajibiwa kwa nguvu kubwa. Jaribio lolote la kisasi kutoka Iran dhidi ya Marekani litajibiwa kwa nguvu kubwa kuliko ilivyoonekana usiku wa leo. Trump ameandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Katika hotuba ya Trump ambayo ilidumu kwa dakika tatu pekee, ameeleza mambo machache ikiwa ni pamoja na kueleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya mafanikio makubwa akidai kuwa vituo vya nyuklia vimeharibiwa kabisa na kikamilifu. Pia alisema kuwa Iran lazima ichague amani na kwamba ikiwa hawatafanya hivyo, mashambulizi yajayo yatakuwa makubwa zaidi na na rahisi zaidi kuyatekeleza. Pia amesema kuwa maeneo mengi zaidi yaliyosalia, kama amani haitapatikana haraka, Marekani itayashambulia kwa usahihi, kwa kasi na kwa ujuzi. Kutakuwa na amani au maafa kwa Iran makubwa zaidi kuliko yale tuliyoshuhudia katika siku nane zilizopita. Trump amesema. Pia katika hotuba yake ya dakika tatu, Trump alihitaji sana Israel huku akimshukuru na kumpongeza Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Amesema kuwa Marekani na Israel wamefanya kazi kama timu na umepiga kubwa katika kufuta tishio hilo baya kwa Israel. Licha ya Trump kuahidi awali kuepuka kuingiza jeshi la Marekani kwenye mgogoro wa kigeni ametaja mashambulizi haya kama yanaendana na mauaji ya Jenerali Kasimu Suleimani wakati wa mhula wake wa kwanza. Trump amesema kuwa mkuu wa majeshi wa Marekani Jenerali Dan Kane atatoa taarifa kwa waandishi wa habari saa mbili asubuhi kwa saa za huko Marekani leo Jumapili. Baada ya mashambulizi hayo ya Marekani kwa Iran, kundi la Houthi la Yemen limesema Marekani italazimika kubeba athari. Hezam Al Asadi, mshiriki wa ofisi ya kisiasa ya kundi la Huthi nchini Yemen, ametoa onyo kali kwa Marekani kupitia chapisho la mtandaoni akisema, Marekani italazimika kubeba athari. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonyesha hofu kubwa kuhusu mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Antonio Guterres ameeleza mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran kama ongezeko la hatari na mvutano, akionya kuwa mzozo huo unaweza kudhibitika kwa haraka na kupunguza hatari zaidi. nimeshutushwa sana na matumizi ya nguvu ya Marekani dhidi ya Iran leo. Hili ni ongezeko la hatari la mvutano katika ukanda ambao tayari uko kwenye hatihati na tishio la moja kwa moja kwa amani na usalama wa kimataifa, ameandika Guterres kwenye mitandao ya kijamii. Athari za mzozo huo kutodhibitika zinaongezeka na matokeo yake kwa raia, ukanda na dunia kwa ujumla yanaweza kuwa ya kutisha. Natoa wito kwa nchi wanachama kupunguza mvutano na kutekeleza wajibu wao chini ya katiba ya Umoja wa Mataifa na sheria nyingine za kimataifa. Katika wakati huu hatari kubwa, ni muhimu kuepuka Hakuna suluhisho la kijeshi. Njia pekee ni diplomasia. Tumaini pekee ni amani, Guterres amesema. Naye kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amerudia onyo lake kwa Marekani aliyolitoa kwa njia ya video siku chache zilizopita. Akaunti ya Telegram ya kiongozi mkuu wa Iran imechapisha hotuba ya televisheni aliyoitoa siku ya Jumatano, ambapo alionya kuwa Marekani ikijiingiza kwenye mzozo wa Iran na Israel itajitakia matatizo yenyewe. Madhara watakayoyapata yatakuwa makubwa zaidi kuliko lolote takayoathiri Iran amesema Khamenei, katika video hiyo. Hii ni Msasa Media kwenye mitandao yote ya kijamii tunatumia, Msasa Online to follow, like, comment na kushare Msasa, kisasa zaidi.